Suala la utoaji wa fomu ya kugombea ubunge katika jimbo letu la Geita mjini, na namkabidhi rasmi ndugu Ikolongo Emmanuel Otto hii fomu aweze kutupeperushia kugombea ubunge kupitia chama chetu cha ACT Wazalendo. Sisi kama chama cha ACT Wazalendo tunaendelea kutoa fomu, pamoja kwamba leo mheshimiwa Otto amechukua, lakini pia tunakaribisha mtu mwingine yeyote yule anayehitaji kugombea. Ni siku rasmi ambayo mimi nimeiteua na nimeona nifike kwenye ofisi za chama changu, chama chetu, chama cha ACT Wazalendo kwa ajili ya kuomba ridhaa ili niweze kugombea nafasi ya ubunge kwenye jimbo la Geita mjini. Endapo chama changu kitanipa ridhaa hii na kuniteua, nafikiri itakuwa ni awamu ya pili, kwa sababu awamu ya kwanza niligombea mwaka 2020 na nafurahi kwamba angalau nilikuwa mtu wa tatu, na baada ya kuwa mtu wa tatu e, sasa nimerudi nikiwa kivingine na nikiwa nimejiandaa kwa ajili ya ushindi e, kama mnavyofahamu ni kwamba e, kwa nini nimeamua kugombea ubunge? Nimeamua kugombea ubunge kwa sababu kuna uhitaji mkubwa sana wa ubunge wa mbunge ambaye anatokana na wananchi e, mimi kihalisia ni mtu wa Geita, ninatoka Geita ili uwe mbunge ni lazima kwanza uijue historia ya eneo ambalo unategemea kuliongoza, kwa sababu kazi za ubunge ni kazi tatu peke yake. Kazi ya kwanza ni uwakilishi, kazi ya eh, uwakilishi kwenye vyombo vya kutunga sheria, lakini kazi ya, kazi ya pili ni kuisimamia serikali, alafu kazi ya tatu itakuwa ni hiyo ya kutunga sheria. Kazi ya nne ambayo ni ya pekee yake ambayo wengi wamekuwa hawahitaji mara kwa mara ni ubunifu, yaani mbunge anapaswa kuwa mbunifu. Sasa basi, Endapo nitachaguliwa kuwa mbunge eh, bahati nzuri kwenye jimbo la Geita mjini sio mgeni. Nimekwisha zunguka mpaka sasa kwenye kata zote kumi na tatu, nimefanya tafiti na nimegundua kwamba Wanageita wanapungukiwa sehemu kubwa sana katika uwakilishi. Kwanza, kumekuwa na mfumo wa ajabu wenye kubaguliwa na kubaguana, na ubaguzi huu unafanyika hasa kwenye mazingira haya ambayo E, ni ya ya, ya watu labda pengine wanabaguana kichama wanabaguana kiimani ki na kadhalika kwa mfumo wa namna mimi nitakwenda ni kufanya kazi ambayo itakuwa ni moja tu, kuwaunganisha wanageita na kuwa wamoja na kufanya kazi kama Geita ya umoja, lakini, ya lakini baada ya hapo manake ni kwamba lazima tuwe wabunifu katika vyanzo vya mapato na eh, namna ya kuinua Geita kuitoa kwenye sura ambayo iko nayo na kuipandisha juu ili kuweza kufanya angalau. Kwa mfano kuna maswali tu ya kujiuliza. Geita ni tajiri. Lakini pamoja na utajiri wake ilionao, E, nenda katafute katika rekodi ya matajiri wa Geita, huwezi ukampata hata ukienda Google, ukienda na kwingine kote. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu taarifa za watu wa Geita zimekuwa zikijificha na hazijulikani kwa kiwango kikubwa. Sasa basi tunakwenda kuirudisha Geita ambayo ni imara, Geita yenye umoja, Geita yenye mshikamano, Geita yenye wapigania haki, Geita yenye, yenye usawa. Kwa hiyo kwa mazingira hayo, ndio maana kimenisukuma sasa mimi kama mwana Geita kwa ajili ya kujitokeza na kugombea ili niweze kuwatetea na kuwasimamia Wanageita. Kwa hiyo tunakwenda kwa ajili ya kuwatetea Wanageita. Kwa mfano, kuna kitu kimoja ambacho ni kidogo na kingine ambacho ni muhimu na chenyewe, juzi wakati tuna wakati mheshimiwa rais anatangaza, kwenye Mei Mosi, anatangaza kwamba atapata litapatikana ongezeko la mshahara kwa asilimia thelathini na tano kitu cha ajabu cha pekee, Geita mfumuko wa bei umekuwa mkubwa. Hakuna mtu hata mmoja ambaye mpaka sasa amezungumza kwa ajili ya hiyo. Kwa maana yake kwamba pana ombwe la uongozi, pana ombwe la uwakilishi. Kwa hiyo mimi nitakwenda kuitengeneza, kuifanya Geita kuwa sehemu yangu ya kuishi na sehemu yangu salama, na kuwapigania wana Geita, kwa maana ya kwamba kila watakachokifanya kiwe ni kwa maslahi ya Geita. Kwa hiyo tutaanza na Geita kwanza, alafu vitu vingine vitafata baadaye.